Roma Mkatoliki hajapendezwa na ukimya wa Nay wa Mitego, Nay wa Mitego hususan kipindi hiki cha kampeni na kipindi ambacho Tanzania inaelekea kwenye uchaguzi wake mkuu tarehe 29 Oktoba hii hapa. Sasa kwa mujibu wa Roma bwana, anajua kwamba miongoni mwa wanaharakati na wajua yeye ni pamoja na Emmanuel Elbarik maarufu kama Nay wa Mitego, lakini sasa cha ajabu anashangani kwa nini wakati wa Tanzania wanapanga masuala ya maandamano tarehe 29 na vitu vingi ambavyo vinahusiana na siasa, Nay wa Mitego yuko kimya. Sasa Hili jambo kidogo limemuibua, eh, Roma Mkatoliki na akaamua kumuuliza na kushea na sisi picha kama mbili za TBT, picha ambazo alishawahi kupiga na Nay wa Mitego, sababu Watanzania wengi wanaamini kabisa kwamba wasanii ambao wanga anajihusisha na, na masuala ya harakati ni Nay wa Mitego na Roma Mkatoliki. Sasa akawa amesema hivi kupitia Instagram ya kwake, alikuwa ameshea picha mbili akiwa na Nay wa Mitego na kusindikiza na caption ambayo alikuwa anasema hivi Huyu kwa nini yuko kimya? Huyu ndugu yangu aliniambia fimbo ya mbali haiui nyoka, lakini ni bora ya aliye mbali na bado anapaza sauti kupigania haki ya watu wake, kukemea maovu yanayoendelea, na kupambania mageuzi ya utawala mbovu kuliko rais wa kitaa aliye karibu na yuko kimya, hasa nyakati hizi ambazo ni muhimu sana sauti yake isimame na ikae kitaa. Na hiko kitaa, Emmanuel, rais wa kitaa, tumebaki na siku ishirini na sita tu. Mbona upo kimya? Unatufanya tuanze kuamini tunayoyasikia kuhusu wewe. Ongea, ima kemea kama awali. Wewe ndiye rais wa kitaa, hupasi kuwa kimya wakati kitaa kinaangamia. Yes, mwisho wa nukuu ya caption ambayo alikuwa ameandika Roma Mkatoliki Rhymes of Magic Attraction. Bana alikuwa anasema kwamba kuna kipindi of course uh, kwenye ngoma fulani hivo ambayo Nay wa Mitego aliachia, nimesahau jina la ngoma, lakini nadhani kwamba ni ngoma ambayo aliachiaga takriban kama miezi mingapi, zaidi ya minne mitano, iliyopita ambayo alikuwa anazungumzia masuala ya harakati tu. Sasa, akawa anasema kwamba Roma Mkatoliki uh, aka yani, kama naye akawa anamshauri ndio, Roma Mkatoliki akimwambia kwamba fimbo ya mbali haiwe nyoga, kwa maana ya kwamba yani itakuwa ni vigumu kwa Roma kupigania haki za Tanzania akiwa mbali Saka, kwa maana ya Marekani. Sasa akamwambia kwamba rudi tupiganie nchi. Sijui kama unakumbuka kipande cha hiyo ngoma

hii inafanya tuweze kuamini kinachosema mtaani kwamba Nay wa Mitego bana kapewa pesa na CCM, alafu akaamua kuhamia huko kimya kimya. Sasa unahisi kwa nini Nay wa Mitego bana atakuwa yuko kimya mpaka kufikia muda huu hapa, na unahisi kwamba kusanuliwa na Roma. Unajua Roma yuko mbali, akipaza sauti mambo yake huenda yakaendelea kama kawaida eh, masuala ya kutekana, masuala ya kukamatwa na vitu kama hivyo, huenda isiwezekane kwake, lakini kwa Nay wa Mitego ambaye yuko bongo bana, anaweza labda kaivalia njuga swala hili alafu, eh, wauna kwa muibukia muda wote You never know. Sasa sijui una maoni gani kuhusiana na hiki ambacho amekisema Roma Mkatoliki, lakini pia niambie maoni yako kuhusiana na unachofikiria kwa nini na yeye atakuwa yupo kimya. Nipe maoni yako bana, pale chini kwenye comment section.